Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ambayo kwetu kama familia ni siku ya msingi sana, ni siku ambayo tumeheshimu sana, na tunamshukuru Mungu kwa mwisho huu mzuri ambao tunaamini sasa tunaenda kupumzika kama kama ambavyo Naomi anaenda kupumzishwa, lakini na pia sisi kama familia sasa tutapumzika. Tumekuwa kwa muda mrefu sana tukisubiri, lakini haikuwa rahisi sana kwa sababu tulishafanya taratibu zote za msingi za msiba tukaandaa kila kitu, lakini at last hatukuweza kupata mpendwa wetu kwa ajili ya kumpumzisha, kwa ajili ya taratibu za kimahakama. Lakini tulipoambiwa sasa kwamba jambo hili limefika mwisho, kama familia tunaweza tukaendelea na taratibu nyingine za maziko, tulimshukuru sana Mungu, na siku yenyewe ndio leo. Lakini leo pia kama familia tumeona tumshukuru Mungu kwa mwisho huu mzuri mm. Hautabadilisha chochote lakini haki mjibu la amani mm. Kwa hiyo tuna amini sasa tulio hai tutapata amani, lakini aliyelala pia atalala kwa kwa amani. Kama familia tunamshukuru Mungu kwa hilo, lakini pia tuna tumekusanyika mahali hapa kwa baba mdogo mm. kwa ajili ya kumshukuru Mungu, tutafanya ibada tutamshukuru Mungu afadhali, tutaanza safari ya moja kwa moja kuelekea Mbambua kijijini ambapo ndipo chimbuko la Naomi. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote ambao wanaweza kutusikia waweze kufika pamoja tumshukuru Mungu kwa pamoja. Ah, kwanza tunashukuru sana marafiki, ndugu jamaa, ambao hawajachoka sana, wamelisikia jambo hili kwa miaka mitano sasa, lakini hawajawai kuchoka, tangu wakisikia kila tulikohitaji msaada wa maombi, tulipohitaji muda wao, vyote walifanya hilo. Tunashukuru sana marafiki, ndugu jamaa na marafiki.